Kwa sasa nina umri wa miaka kumi na moja na ninasoma darasa la sita. Shuleni mimi na wanafunzi wenzangu tulikuwa na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa mtu wa ajabu. Mwanafunzi huyo jina lake ni John yupo darasa la sita kama mimi. Mwaka jana John alihamia shuleni kati yetu. Hakuna aliyemjua wala asili yake, hakuna aliyezijua mbele yake. Maana yake ni kwamba alitamani kuanza masomo yake shuleni yetu. John alikuwa mtu wa ajabu maana yake, licha ya umri wake kuwa mdogo, lakini sura yake ilikuwa ya mzee. Uso wake ulikuwa mrefu, macho mekundu na nywele zake nyeupe. Kila mwanafunzi shuleni alimwogopa John, maana yake alikuwa mkali na mtu wa kushangaza. John alikuwa mtu mrefu na mwembamba. Kila siku alivaa koti jeusi na kofia ya rangi ya kahawia. Kila mwanafunzi alipomwona John akipitia njia alimsalimu kwa heshima na kumwenzi. Wanafunzi wengine walidhani kwamba John ni mchawi. Sababu ya kumwogopa kila mwanafunzi ilikuwa ni tabia yake ya ajabu. John alikuwa mtu ambaye hakuzungumza na wanafunzi, kama ukipita karibu na wanafunzi wenzako, wanafunzi wengine walidhani huo ni mchawi. Sasa jibu linafunika wazi, maana yake John alikuwa mtu wa ajabu.

Lakini mimi niliamua kumjua John maana yake kila mwanadamu ana asili yake. Kwa hiyo kila siku nilimtazama John kwa umakini maana yake tabia yake ilikuwa ya kushangaza. Baada ya wiki mbili niliamua kwenda kwenye makazi yake. Maana yake ilikuwa umbali mdogo kutokea shuleni. Nikaenda nyumbani kwa John. Nilipofika nyumbani kwake, mlango ulifungwa. Nilipiga kengele, mlango ulifunguka. Akawa yuko mbele yangu. Nilimkumbusha kuwa mwanafunzi mwenzake shuleni. Yeye akanyemekea maana yake akasema habari njema nikaingia ndani, yeye akamkaribisha, maana yake akasema Samia. Nikaona ndani ya nyumba yake ilikuwa ya ajabu, maana yake kila kitu kilikuwa topsy turvy. Nikaona picha ya John akiwa mtoto, halafu akamwonyesha picha yake akiwa mzee, maana yake picha ya sasa. Akawa ananitafsiri maana ya picha zake, maana yake akiwa mdogo alikuwa mtu mzuri, yeye aliku subscribe, Kulikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Joni. Mwanafunzi huyo alisoma shuleni ya misioni mjini Tanga. Joni alikuwa mtoto mwenye tabia nzuri na mwenye maadabu sana. Joni alipenda kufanya shughuli za nyakati za mapumziko na marafiki zake. Alipenda kupiga mpira wa kikazi, mpira wa randa na mpira wa gololi. Siku moja, mwalimu wa sayansi aliwafundisha wanafunzi juu ya aina za mabadiliko ya mwili wa viumbe. Mwalimu aliwafundisha kuwa kuna mabadiliko ya udongo na mabadiliko ya kimaumbile. Baada ya masomo ya mchana walipokuwa wanapumzika, Johni alikumbuka somo la mabadiliko ya mwili wa mwanadamu na viumbe, na akamwona yule mchawi amesimama na miguu yake, huku akimwacha mwanafunzi mwenzake akimcheka. Yule mchawi alipokuwa akipita na kumwona Johni, alimfanya mchawi akageuka nyoka. Johni alipomkuta mchawi huyo, akaogopa sana na kurudi nyuma. Yule mchawi akamwacha akapita mbele, akageuka nyoka, akapita mbele. Wanafunzi wengine walipomwona nyoka, waliokuwa wamepanda juu ya meza walishuka wakiwa na hofu. Mwalimu wa sayansi alipokuwa akirudi nyuma, alimwona nyoka na akamshangaa. Wanafunzi wengine walifuata nyuma ya mwalimu. Walipofika mbele, walimwona nyoka yule akisogea huku akitupanda juu ya meza. Mwalimu alipomwona nyoka, alimkamata kwa makofi na kurudi nyuma kwa wanafunzi na kuwaambia wasikosee. Hofu, nyoka huyo anasogea pole pole. Nyoka alipofika mbele ya mwalimu wa sayansi, alibadilika na kumgeuka mchawi tena. Mchawi alisema kuwa yeye ni mchawi mpya na hajui namna ya kugeuka mwanadamu tena mchawi alibaki katika mwonekano wake wa mchawi. Mwalimu alimpa mchawi kitanda cha kulala na chakula na kumwacha akalala shuleni. Mchawi alilala shuleni kwa muda wa miezi mitatu. Mwalimu alimpa chakula na alifundisha somo la mabadiliko ya viumbe kwa wanafunzi. Mchawi aliyekuwa katika mwonekano wa mchawi alifunzwa na mwalimu sayansi mpaka alipojifunza kugeuka mwanadamu tena. Alipojifunza alibadilika na kuwa mwanadamu tena. Mchawi aliwashukuru wanafunzi na mwalimu kwa wema wao na kuahidi wasiwahi kumkumbuka mchawi.